Naitwa Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo tunatarajia hali ya ukavu katika maeneo mbalimbali ya mbali nchi huku, kwa siku ya kesho kiwango cha juu zaidi cha joto ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika mkoa wa Katavi na mifumo ya upepo inatuonyesha siku ya kesho upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani. Hali kadhalika kwa siku ya kesho mkoa wa Kagera pamoja na Geita kutarajiwa kuwa na hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, huku mwambao wa pwani yetu ya bahari ya Hindi ikijumuisha na mkoa wa Morogoro kutarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zitatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upande wa mkoa wa Dodoma, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 18. Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 33. Kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Halikadhalika, mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Upande wa mkoa wa Arusha kwa tutakuwa na hali ya mvua katika maeneo machache, ukiwango cha juu zaidi cha joto knatuj kufikia nyuzi joto 27. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Hakuna la ziada kwa siku ya leo. Asante, na nikutane tena muda na nyakati kama hii hapo siku ya kesho. Asante.